wake Dr Kijaji, lakini katibu mkuu pia, Dr James, naibu katibu mkuu, wataalamu wote na wanaongoza tume ya mipango na watendaji wote katika wizara hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapojadili bajeti hii, sisi ni wawakilishi kutoka maeneo mbalimbali. Mojawapo ya mambo yanayotuongoza kutafakari na hatimaye ama kuikubali ama kutoikubali bajeti hii ni pamoja na kuona mambo ambayo yamezingatiwa katika maeneo yetu ya kazi tunakotoka, pamoja na mambo ya kitaifa. Naanza kwa kusema na ungana na, na wale wote ambao wanaiunga mkono bajeti hii ya asilimia mia moja kwa sababu kule jimbo la Sengerema ambako mimi nawakilisha, yako mambo ambayo yamejitokeza moja kwa moja kwenye bajeti hii na nitasema kwa ufupi sana. La kwanza, la kwanza ni kwa nini naiunga mkono bajeti: kwa sababu naona sekta na ya maji. Nampongeza sana mheshimiwa injinia Lwenge na msaidizi wake kule Sengerema ule mradi mkubwa kabisa ambao unaongoza kuangazia halmashauri ya Tanzania umeshakamilika sasa huko hatua za mwisho mno, na baada ya hapa, na hakika kwamba viongozi wakuu wa serikali watakwenda kuzindua, nami nawakaribisha sana. Lakini mradi ule sasa unapokamilika, tunaanza kufungua kuwafikishia maji wananchi wanaozunguka mji wa Sengerema na maeneo mengine. Sio hivyo tu, kuna miradi kadhaa imebuniwa inayotokana na chanzo cha ziwa Victoria. Kwa hivyo tunapozungumza bajeti, na yona Sengerema imezingatiwa vizuri. Lakini kule Kufika Sengerema unapotokea Mwanza lazima uvuke ziwa. Tuna barabara ya lami ya Kamanga Sengerema, pale nimezungumza na Tanoz wametuahidi kwamba mwaka huu wa bajeti unaokuja mwaka, mwaka mpya wa fedha wataanza kushughulikia ujenzi wa lami, lakini pia tuna vivuko sisi pale kutoka Mwanza kwenda Sengerema unavuka kwa kutumia njia mbili, kuna Kamanga pale kwenda Sengerema, lakini pia kuna njia ya Busisi. Sasa pale Busisi kuna mambo mawili yanafanyika kuanzia Kigongo jimbo la Msungwi. Kwanza kuna ununuzi wa kivuko kipya naipongeza sana serikali, lakini pia kuna feri tatu zinafanya kazi pale, zinafanyiwa matengenezo na budget imeonyesha hivyo. Ndio maana nasema katika mazingira hayo hakuna namna nyingine isipokuwa kuiunga mkono budget hii kwa asilimia mia moja. Lakini kuna maandalizi ya ujenzi wa daraja kubwa kilomita 3.5 unafanyika pale kwenye kivuko kati ya Kigongo Kwenda Busisi, ambao ni jimbo la Sengerema. Yote haya ni maandalizi yanayofanywa kupitia bajeti hii ya fedha. Kwa nini wana Sengerema tusiunge mkono? Tuunge mkono kwa sababu tunaona tunafaidika. Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti hii ina mambo mengi, lakini jingine mojawapo, baadhi ya mambo chache ambayo amenifurahisha na mimi naungana na wenzangu, ni kuwatambua rasmi wafanyabiashara ndogo ndogo maarufu kama machinga lakini wanaofanya kazi za kujiendeleza wenyewe na kuchangia uchumi wa taifa, ni jambo muhimu na lazima tuliheshimu. Bajeti hii imepunguza ushuru wa mazao kwa sisi tulioko kule vijijini, tunafahamu. Inawezekana tukaongea katika lugha tofauti kwa sababu me, tunatoka maeneo tofauti. Watu wa mjini watazungumza mambo ya mjini, lakini tunaotoka majimbo ya maj, uh, uh, vijijini tunafahamu kero ambavyo imekuwa kiwagusa wananchi eneo hili kushusha ushuru wa mazao mpaka mzigo wa uzito tani moja ni jambo kubwa sana, na tumesema mazao ya biashara asilimia tatu na mazao ya chakula asilimia mbili jambo kubwa. Tunashukuru sana serikali kwa kuja na mapendekezo haya, lakini kuna shilingi 40 pale tumesema kwenye utaratibu wa road license, sasa ziende kwenye maji. Na mimi nilikuwa nasema ni uamuzi mgumu, lakini kwa sababu naona nemi inakuja, labda tusifike huko. Nilikuwa nasema kwa sababu na Mheshimiwa Shabiki juzi aliongea vizuri sana hapa kwamba zile 40 shilingi tunazoziongeza zilikuwa kwenye utaratibu wa kawaida, lakini tumekuwa na kilio cha kuongeza shilingi 50 kwa ajili ya kutunisha mfuko wa maji kule. Sasa kwa sababu naiona neema inakuja, pengine tusifike huko, lakini ukiniuliza mimi ningesema ushauri wangu Mheshimiwa Mwenyekiti ni kwamba hata ile shilingi 50 ambayo tulikuwa tumeikusudia tulioichangia sana kabla ya bajeti hii tuiongeze kule, ziende zote kwenye maji. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimesikia na dunia nzima inafahamu, sisi Bunge jana tumetoa pongezi kwa mheshimiwa rais kwa kazi kubwa aliyoifanya katika kudhibiti na kusimamia vilivyo bora zaidi sekta ya madini. Mheshimiwa Mwenyekiti, ya ungana wa Tanzania wenzangu kumpongeza sana mheshimiwa rais kwa kazi aliyofikia. Wiki iliyopita nilichangia hapa nikasema kwa hali tuliyofikia sasa hivi tunahitaji tu maamuzi ya usimamizi wa sheria na sera tulizonazo, na moja ya jambo nayozungumza kupitia kile kifungu cha kumi na moja cha sheria ya madini kinaruhusu kabisa kuipitia mikataba hii lakini nikasema hata ushiriki wa serikali kuwa na hisa katika makampuni haya kupitia kifungu cha kumi, tunaweza kabisa kuwa nayo sasa mambo haya. Na nazungumza mheshimiwa mwenyekiti, mimi nilikuwa na kiapo cha Bunge, lakini pia niko kwenye chini ya kiapo cha serikali. Nishawahi kuwa waziri wa nishati na madini kwa miaka mitano na nusu. Nazungumza nikifahamu mchakato. Tungefuata utaratibu wa kawaida wa kwanza mchakato wa kualika wawekezaji, tushariana namna ya kuboresha mikataba hii, ingetuchukua miaka. Mheshimiwa rais ameturahisisha. Jana tumesikia wote na bini umeelewa kwamba ndani ya wiki mbili hizi mazungumzo yataanza na upo uelekeo wa kuelewana katika hali ya kuwa na win win situation. Na jana, mheshimiwa mwenyekiti, tumepitisha azimio la kumpongeza mwenyekiti, lakini kwa ni kabla ya taarifa ya mheshimiwa rais, kuna utamaduni umezoeleka duniani kwamba mambo makubwa kifanywa na viongozi wananchi kwa pamoja. Kuna utaratibu na hasa kama sisi hivi bunge, tunaweza sisi sisi ndio wawakilishi wa wananchi Tanzania nzima. Wapo wabunge hapa wana simu ya kumpigia mheshimiwa rais moja kwa moja kumpa pongezi kwa kazi anayofanya, lakini wengine hata namba yake hawana. Sisi tuwakilishi wa Tanzania nilikuwa naliomba bunge lako mheshimiwa mwenyekiti dakika moja tumpe standing ovation mheshimiwa rais, kwa wale tunaoguswa kuonyesha uwal..., sisi kuguswa kwetu kwa namna ambavyo tumeunga mkono na tuaikishia kwamba tuko pamoja. Tumunge mkono mheshimiwa rais kwa kazi kubwa aliyoifanya, tumunge mkono watanz..., kwa niaba ya watanzania wote tunaoguswa na jambo hili. Tumuhakikishie kwamba vita hii sio kwake peke yake, lakini ya watanzania wote. Ninashukuru sana mheshimiwa kwa hilo kwa kufanya hivyo hatufanyi kwa sababu ya fedha lakini kwa sababu ya kutambua kazi kubwa anayoifanya kupambana katika sekta hii. Na maona katika mitandao inasemekana zipo familia mbili ambazo zimeamua kudhibiti madini yote duniani, lakini Mheshimiwa Rais anaungana na kundi la viongozi duniani ambao wana uthubutu na wanafanya, na si jambo la kwanza. Tunafahamu historia, baba wa taifa Mwalimu JK Nyerere alivyopigana katika mawimbi mazito sana akaifikisha nchi hii hapa. Lakini ukienda Marekani, kuna rais yule, mnafahamu rais Franklin Delano Roosevelt alikamata ile nchi akaongoza hata kile kipindi ambacho yeye kwa taratibu za Kimarekani kilikuwa Rais Franklin, alichukua nchi kiko katika hali ngumu sana, na akaanzia pale ambapo maraisi walikuwa amemtangulia akaivusha Marekani mpaka kifo kiliko mkumba. Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli amejitoa mwanga kwa, kwa niaba yetu ya Watanzania, lakini ukienda China pale Mao Zedong kuanzia mwaka 1949 walipofanya mapinduzi China, aliongoza taifa mpaka mwaka 78. Akaja kiongozi mwana mapinduzi akaanzia pale alipokuwa ameishia Mao Zedong, akaichukua ile nchi, anaitwa Deng Xiaoping, alitua nchi ni miaka 20 na kitu tu, China ikabadilika sana, kuanzia mwaka 78 mpaka 89 alipokuwa anaachia. Kwa hivi duniani kunawezekana, nenda Singapore kuna yule yeye wanafahamu amechukua nchi akaibeba kutoa ilipokuwa ikafika hapa ilipokuwa. Kama nachosema nini, nazungumza Mheshimiwa Mwenyekiti kwamba mambo haya yanawezekana, anachukua Mheshimiwa Rais akijenga msingi miongoni mwa wabunge waliotajwa katika kashfa hii ya makinikia. Sasa atwambie anavyokuwa anachangia anavyokuwa anachangia kidogo tu ufafanuzi, uhusika wake katika hili la makinikia, kwa sababu ama iko waziri, naomba tu waweze kutoa ufafanuzi ili Tanzania aweze kujua. Asante sana Mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa Ngeleja, hiyo sio taarifa, endelea. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti ndugu wangu aonga, nafahamu kutumia sio kupatikana hatia. Maisha yanaendelea na kazi inaendelea, tunazungumzia maslahi ya taifa. Naamini, mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa ile swala la standing ovation na interception ya taarifa inalinda inalinda mda wangu mheshimiwa mwenyekiti. Kwa hivyo hatua tulipofikia hapa ni nzuri sana, mheshimiwa rais amethubutu, na sote tunaungana kama taifa. Nirudi kwenye budget, mheshimiwa Mheshimiwa mwenyekiti, tunapozungumzia Tanzania ya viwanda, tunazungumzia kwa mambo ambayo lazima yafanyike. Hauwezi kuzungumzia nchi ya viwanda bila kuwa na umeme wa hakika. Nataka niseme ninachokifahamu. Mheshimiwa mwenyekiti, taifa letu sasa linakwenda kufumuka kwa maendeleo. Unasikia sasa hivi Mheshimiwa rais yeye ametuambia na, na mwekezaji, rais wa Bariki mwenyekiti wa Bariki amesema kwamba pamoja na mambo mengine ambayo tutajadili pamoja na ujenzi wa smelter kunahitajika umeme mkubwa sana, lakini umesikia reli itakayojengwa itatumia treni inayoendeshwa kwa umeme. Umemsikia Mheshimiwa rais wa Rwanda kule amesema, wanaisubiri reli hii inakwenda. Unahitajika umeme mwingi sana. Unapozungumzia viwanda, unazungumzia umeme mwingi. Ushauri wangu kwa serikali, lazima sasa, kama ambavyo tumejikomiti kwenye budget hii tuishirikishe sekta binafsi, tusaidiane na serikali kuwekeza katika vyanzo vya kuzalisha umeme, kwa sababu vinginevyo hatutaweza kuhimili kasi inayokuja. Na, na mimi mshauri wangu mheshimiwa mwenyekiti ni kwamba hapa sasa hivi kuna miradi inatekelezwa pale Kinyerezi 1 mpaka Kinyerezi 6 nilikuwa naomba kama inawezekana, kwa sababu wapo wakandarasi kwa mfano wanaomalizia ile ule, ule, Kinyereziwani, serikali imeingia nao utaratibu wanajenga. Ninaishauri serikali wakati tunashirikisha sekta binafsi pia inaweza kuwa engage hao kandarasi kwa utaratibu, kwa sababu ndani miaka mitatu tuanze kufanikiwa kumaliza mradi mwingine. Bomba la gesi ambalo limejengwa miaka michache iliyopita, na mimi ambaye nilisimamia katika eneo hilo nafahamu sasa hivi wanasema inatumika asilimia sita tu asilimia tisa haijatumika, inahitaji vyanzo vingi vya kunyonya kwa umeme ili wafikie wananchi. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, Tanzania hii tuna vyanzo vingi vya nishati na tusitegemee gesi pekee, kwa sababu kwanza gesi ina bei juu kuliko vyanzo vya maji. Leo hapa tuna bonde la Rufiji, inafahamika kuna mradi mkubwa wa Stiegler's Gorge. Nakumbuka mpaka mwaka 2012 tulikuwa tumeshaanzisha na Brazil ilikuwa tayari kuja kuungana na sisi. Unaweza kuzalisha megawati 2100. Nchi hii kwa potential tunayo kwenye sekta kutokana na umeme unaweza kuzalisha kutokana na maporomoko ya maji ni zaidi ya megawati 4600. Naomba serikali ifunguke kote kule twende. Tukatumie vyanzo vyote kuhakikisha kwamba nchi inafikia lengo lililokusudiwa. Mheshimiwa Kiti, baada ya kusema hayo, nirudia tena kusema umuhimu wa sekta binafsi ilivyojionyesha, mheshimiwa waziri wa maisha Mheshimiwa, asante.